Sheria ilisema uchaguzi wa serikali za mitaa usimamiwe na tume huru ya uchaguzi wao. Na kwa nini tunataka tume huru ya uchaguzi? Kwa sababu Tamisemi ndio walioharibu uchaguzi wa mwaka 2019. Na sote tukakubaliana kwamba uchaguzi wa 2019 uliharibika na muharibifu ni nani? Tamisemi. Bunge la Jamhuri ya Muungano lilikubaliana kwamba Tamisemi ni waharibifu wa uchaguzi wasisimamie uchaguzi. Uchaguzi wa 2024 umesimamiwa na nani? Ili ulikusudiwa uharibiwe, ulikusudiwa ufanyaje? Sasa tunamwambia Rais Samia jambo la kwanza, kama anafikiri ni muhimu kukutana na kujengeana imani, jambo la kwanza uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024 ufutwe, urudiwe upya. Uchaguzi ufutwe, sheria ya usimamizi wa uchaguzi wa serikali za mitaa itungwe, ili tume huru ya uchaguzi isimamie upya uchaguzi wa serikali za mitaa. Hapo tutaelewana na rais Samia.